Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ya ayyuhal muzzammil, ewe uliyejifunika. U minal layli illa qalila, kesha usiku kucha ila kidogo tu minhu qalila nusu yake au ipunguze kidogo. Au zida alayhi wa rattilil qur'ana tartila, au izidishe nasoma Qur'ani kwa utaratibu na utungo. inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakuteremshia kauli nzito. Inna hakika kuamka usiku unawafikiana zaidi na moyo na maneno yake yanatua zaidi. inna laka finnahari sabahan tawila, kwani hakika mchana una shughuli nyingi. wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, na lidhukuru jina la Mola wako mlezi na ujitolee kwake kwa ukamilifu. Illa huwa fattakhidhu wakila, Mola Mlezi wa mashariki na magharibi, hapana Mungu isipokuwa yeye, basi mfanye kuwa mtegemewa wako. wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, Navumilia hayo wayasemayo na jitenge nao kwa vizuri. wadharni walmukaththibina ulin na'mati wamahilhum qalila. Na niache mimi na hao wanaokanusha walioneemeka na wape muhula kidogo. inna ladaina ankalaw wa jahima, hakika sisi tunazo pingu nzito na moto na uwaka kwa ukali kabisa. wa ta'aman usatin wa adhaban alima, na chakula kinachokwama kooni na adhabu inayoumiza yawma tarjufu alardu waljibalu wakanat aljibalu kathiban mahila, siku ambayo ardhi itatikiswa na milima pia, na milima itakuwa kama tifutifu la mchanga. inna arsalna

Basi tukamshika mshiko wa mateso. fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba, basi nyinyi mkikufuru mtawezaje kujikinga na siku ambayo itawafanya watoto wadogo waote mvi. as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula, hapo mbingu zitapasuka

mwenye kutaka atashika njia kuendea kwa Mola wake mlezi. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak, hakika Mola wako mlezi anajua ya kuwa hakika wewe unakesha karibu na thuluthi mbili za usiku na nusu yake na thuluthi yake na baadhi ya watu walio pamoja nawe kadhalika. wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar, na Mwenyezi Mungu ndiye anayeukadiria usiku na mchana. alima allan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Quran, anajua kuwa hamwezi kuweka hisabu, basi amekusameheni

na wengine wanasafiri katika ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu, na wengine wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo someni kilichochepesi humo, wa aqimu ssalata wa atu zakata wa aqridu llaha qardan hasana

Na kheri yoyote mnayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Mwenyezi Mungu, imekuwa bora zaidi na ina thawabu kubwa sana. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu.